ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha kwanza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pili ametuwezesha kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na imani, tunao ndugu zetu hawakuweza kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wapo ambao waliupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini leo hatuko nao, hawakuumaliza mimi na wewe alhamdulillah, leo tumekamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie saumu zetu, tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu zote ambazo tulizozifunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia tunayo mambo mema, mambo mazuri ambayo tumejifundisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumejifundisha namna ya kukirimiana tumejifundisha namna na ya kujipinda katika kufanya ibada. Kwa hiyo yale yote tuliyoyaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, twendeni tukayaishi baada ya Ramadhani kuisha. Ramadhani kuisha siyo ndiyo kuisha kwa ibada. Tuendeleeni kuswali swala za jamaa, tuendeleeni kuwasaidia mayatima, tuendeleeni kuwasaidia maskini tuendeleeni kulishana kama ambavyo tulikuwa tunafundishana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tutaada nini ndani ya siku hii ya leo? Kuwaruhusu watoto wetu kwenda wanazurura ovyo? Wapo binadamu wenzetu ambao si wazuri kwa watoto wetu, lakini pia mitaani kuna mambo mbalimbali ambayo si mazuri dhidi ya watoto wetu. Kwa hiyo tuhakikisheni tunawalinda watoto wetu katika siku hii ya leo na kama utawaruhusu kutoka, basi hakikisha wanatoka na mtu mzima wa kuweza kuangalia wale watoto. Tulindeni kesho za mabinti zetu kwa kuhakikisha kwamba tunawapatia chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi. Wanawake wengi wanaathirika na jambo hili, kwa hiyo tukitengeneza kesho yao tutakuwa tumetengeneza jambo zuri sana tutakuwa tumeandaa kinamama wazuri kwa kuja kutuzalia eh, vijana watakaokuja kuendeleza kazi katika taifa letu la Tanzania, lakini watakaokuja kutuletea manufaa makubwa katika dini yetu ya Kiislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri, idi yetu aijalie salama na amani, atujalie utulivu. Lakini pia tunaenda kwenye uchaguzi, kwa hiyo Tuingieni kwenye uchaguzi kwa salama na amani, tulindeni amani yetu, tushiriki katika uchaguzi, ni haki yetu kama Watanzania. Usipoteze haki yako ya kwenda kupiga kura wakati utakapofika, chagua kiongozi aliyekuwa sahihi, kiongozi ambaye unajua kabisa kwamba kiongozi huyo ataweza kuleta maendeleo makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu aibariki Tanzania Mwenyezi Mungu atubariki wa Tanzania. Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri, atujalie afya njema, wa bilahi taufiki. Kwa majina, naitwa Mariam Shabani, natokea Nyihogo. Ujumbe wangu kwa wazazi wenzangu, zile sindano zinazotolewa kwa watoto wachanga ni sindano salama kabisa, kwa sababu zinatukinga, zinawakinga na maradhi. Hata sisi wenyewe toka bado tuko wadogo tulizitumia sindano hizo mpaka leo hatupati magonjwa ya mara kwa mara, magonjwa nyemelezi madogo madogo. Kwa kweli zile sindano na washauri wazazi wenzangu wazizingatie kwa sababu ni sindano salama na zinatukinga na maradhi. Omali Amni Benda Hosi, ni mkazi wa Kahama. Ni jambo jema kwa mabinti kwa sababu linawasababishia wasije wakapata matatizo baadaye kwenye kizazi chao baadaye, na pia manake, wanapokuwa wamechanja milango ya uzazi, huwa inawasababisha baadaye kizazi chao kiwe imara na kiimarike kwa ujumla. Mimi nafikiri kwa kuwahusia wazazi wenzangu, ni vizuri wawapeleke watoto siku wenyewe wa husika, kama alivyotaja shehe wa wilaya, waende wakachanje, wamebimba binti zetu kwa niaba ya kulinda afya zao kwa ujumla.